Dawati mliopo hapa wataalam mbalimbali mafsa ardhi, kama nilivyotambulishwa hapa, mafsa ustawi, mafsa maendeleo ya jamii, mafsa madawati. Aa, wageni wote waalikwa, wana habari, mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaykum. Awali ya yote, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma kwa kutujalia afya njema lakini kwa kutupa kibali cha kuweza kutanika hapa siku hii ya leo. Pili nitoe pongezi za dhati kwa Mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya na kwa, kwa, kwa hakika kwa kutendea haki kila sekta. Ukiangalia mambo ambayo mheshimiwa rais anayafanya huwezi ukaamini kwamba uzito huo huo ataupeleka katika kila sekta. Umeona uwekezaji mkubwa katika maji. Sisi hapa Tanga tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Ameingia, tulikuwa tuna maji upatikanaji asilimia arobaini na tisa katika muda wa miaka minne tumeshafika asilimia sabini na tano tunaenda sabini na tisa Mama Samia oye! <coughs> Lakini katika afya tumeona uwekezaji mkubwa, miundombinu ya barabara, taa tumefika katika vijiji vyote na vitongoji, asilimia hamsini vimekamilika lakini hata mchakato sasa wa kuanzisha airport yetu. Waliokuja kwa ndege wanaweza kuona Tanga, mbona uwanja wa mdogo kiasi hiki hauendani na Tanga? Lakini tayari tuna fedha na mchakato wa ujenzi wa kiwanja cha ndege kinakamilika. Lakini bandari, nyinyi ni mashahidi, kazi kubwa, na mwekezaji mkubwa wa bandari mmeuona. Kwenye sekta ya kilimo hali kadhalika. Lakini maswala mazima hata ya lishe, tuko tuna udumavu mkubwa asilimia karibu thelathini na sita sasa hivi tumeshuka mpaka asilimia ishirini na mbili. Kwa hivyo ni tunakwenda vizuri sana, lakini kama ikutosha, akaja na mbinu hii ya kupata msaada wa kisheria, na hii inaendana na falsafa yake ya 4R kwamba tujenge nchi yetu kwa pamoja, panapohitajika reforms tufanye panapohitajika suluhisho tufanye reconciliation, lakini pia tuwe na ustahimilivu katika kufanya mambo yetu kupitia falsafa ya Foras. Ndo tumeona jinsi gani haki, demokrasia na utawala bora unavyofanya kazi. Yeye ameasisi makliniki hizi za ardhi, lakini kama haikutosha, tumeona na kliniki za waalimu. Juzi kati tulikuwa tuna walimu hapa, Mheshimiwa Rais kwa kuishirikisha si, si chama cha walimu Tanzania si CWT si wamekuja wataalamu kutoka serikalini jopo, kama ambavyo jopo lilivyokuja hapa, wameweza kukutana na walimu, wamezunguka Tanzania nzima, na walikuwa kwetu wiki mbili zilizopita, wamekutana na walimu kusikiliza kero za kucheleweshwa kupandishwa madaraja, malimbikizo ya malipo. Haya yote ni kuhakikisha kwamba anatoa kero mbalimbali ambazo zinawapata Watanzania leo hii. Sasa tuna hii kliniki ya msaada wa kisheria ambapo kwa hakika kama alivyoeleza hapa mkurugenzi wetu anashirika masuala ya huduma za msaada wa kisheria katika wizara Bibi Esther, imekwenda kusaidia watu zaidi ya milioni mbili. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wetu, na makofi kwa wizara yetu ya katiba na sheria na timu nzima ya jopo lile ambalo linazunguka wilaya mikoa yote, kwa hakika wamefanya kazi nzuri sana. Sisi nyinyi wote ni mashahidi, changamoto mbalimbali mbali ambazo tunapata kila tunapojaribu kutatua kero, kero nyingine zinazalishwa, lakini hata utatuaji wa kero unachukua muda mrefu kwa sababu kuwapata wadau wote kwa wakati mmoja kutoka taasisi mbalimbali mara nyingi inakuwa ngumu. Kwa hivyo hichi kitendo cha kuwa na jopo na kuunganisha timu yote hii kuweza kutatua changamoto za wananchi ni jambo zuri sana na ni jambo kubwa sana. Leo hii tunaona mtu mnyonge ambaye alikuwa auziwe nyumba yake kwa ajili ya mikopo ile ambayo kwanza hata kushirikishwa, nyumba inawezeka, ambaye ingeuzwa kwa milioni, kwa deni la milioni nane, nyumba ya zaidi ya milioni mia mbili, leo imenusurika. Lakini tumeona hata watu ambao wanyonge wamepata changamoto za kesi ambazo zingeweza kuwapeleka muda mrefu, lakini mambo mengi yameweza kutatulika. Mimi juzi niliona ile kesi ya Arusha, mgogoro wa ardhi wa siku wa miaka ishirini na saba, lakini kupitia jopo hili mgogoro ulikamilika. Naomba tuwapigie makofi tena. Kwa hivyo, kwa hakika tunamshukuru sana Mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan na kwa kweli sisi Tanga hatuna deni na mama, yeye ndo anayetudai na Wanatanga wanasema watanilipa deni hilo Oktoba, iwe mvua iwe jua, uchaguzi huko pale. Na kwa hakika deni la mama litalipwa kwa kura nyingi sana. Na hivyo basi mimi niwashukuru sana wote mmejitokeza kuja kufanya kazi hii, najua kwa pamoja tutasaidia kutatua kero ambazo saa zingine viongozi wanakuja, mabango yanakuwa ni mengi sana. Na sisi kwetu Tanga changamoto kubwa tulionayo bado ni kama ambavyo mikoa mingine migogoro ya ardhi, lakini tuna changamoto pia ya masuala ya mirathi na tuna changamoto pia ya masuala ya ukatili na unyanyasaji wa watoto na wa kijinsia. Hili limeanza kuwa ni swala imekuwa imeanza kuwa ni kama donda ndugu, na kwa hakika kupitia kambi hii na elimu tutakayoipata, na hakika hata taswira ya changamoto ambazo tutaendelea kuzipata zitaendelea kupungua sana. Wananchi wakijua kwamba sisi sote kwa pamoja, timu nzima inafanya kazi kwa pamoja, na tunachukia ambayo yanafanywa hasa ya ulawiti wa watoto wa kiume kike lakini ubakaji na unyanyasaji waina zozote, kwa kweli, hali hii itakwenda kubadilisha kabisa taswira. Saa zingine tunadhani ni vijana sharubaro ambao wako mitaani, lakini katika kupita na kuanza kupata, unakuta kumbe hata kuna watu wazima kabisa, watu wazima wenye heshima zao ambao na wenyewe wanaingia katika ushetani na kufanya matendo haya. Kwa hivyo tuko pamoja kuhakikisha kwamba nchi hii inaenda kwenye maadili. Taifa ambalo linatoka kwenye mstari wa maadili na kufanya vitu ambavyo haviendani na, na hali ya dini zetu na hofu ya Mungu, hata maendeleo hayapatikani, hata utulivu unaweza ukatupotea. Tutakuwa tunamuudhi Mungu kama ambavyo watu wa Sodoma na Gomora walivyoweza kumuuza Mungu na kwa hakika neema ilipotea. Kwa hivyo tunashukuru sana kambi hii kwa kuja kwetu Tanga na kuhakikisha kwamba mnashikiana nasi kwa kulingana na elimu yenu kubwa mlionayo ya masuala mazima ya msaada huu wa kisheria ili kuweza kukamilisha na kuondoa changamoto mbalimbali. Kama mlivyoeleza Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana na wadau ambapo mlianza kampeni hii mwezi wa, uh, wa nne tarehe ishirini na saba mwaka elfu mbili ishirini na tatu ambapo ilizinduliwa rasmi Dodoma na waziri mkuu wetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa alikuwa ndo mgeni rasmi, na mmetueleza hapa mmeshafikia. Uh, sisi ni mkoa wa ishirini na nne tunawashukuru sana, na kwa hakika kama mkoa sisi tarehe nane kesho ndio kutakuwa na uzinduzi rasmi na tumechagua eneo la viwanja vya Tangamano kwa sababu ni katikati kabisa ya mji. Mtu yoyote anatoka sehemu yote, basi atapanda basi moja afike pale katika viwanja vyetu. Kwa hivyo, pale patakuwa ni sehemu sahihi, na mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa waziri wetu wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Balozi Dkt. Damas Ndumbaro huyo ndio atakayetusaidia katika uzinduzi na amekuwa akizindua makambi yote katika mikoa yote. Maandalizi yanaendelea vizuri na tuna tutakuwa na burudani mbalimbali mbali, lakini tutakuwa na mabanda ya watoa huduma za msaada wa kisheria, na mimi naupongeza sana wenzetu wa Tanzania Law Society, Tanganyika Law Society na wale ambao wamekuwa mstari wa mbele kusaidia katika kutoa huduma za msaada wa kisheria wanasheria ambao wanatoa msaada bure kwa sio bure, maanake wanalipa wana na ku sacrifice gharama zao za malipo ili kutoa huduma kwa jamii. Nawashukuru sana wote, na zoezi hili litakuwa ni za, za siku tisa kuanzia kesho tarehe nane hadi tarehe kumi na saba mwezi wa nne, ambapo kutafanyika majumuisho ya jumla na taarifa ya wali itaweza kuwasilishwa na tunategemea hizi kambi tumeonyeshwa hapa team leaders za kwenye wilaya zetu zote nane, ambao watakwenda, na katika halmashauri zetu zote, zote kumi na moja watakwenda na kuweza kufanya kazi hii. Ndugu washiriki, kikao kazi hiki cha leo ni sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa kampeni kabla ya uzinduzi wa kesho tarehe nane. Kikao kinalenga kuwajengea uwezo wa wataalamu katika ngazi ya halmashauri kuhusu utekelezaji wa Mama Samia Legal Aid Campaign katika maeneo yote ambayo kazi hii itafanyika. Aidha, kupitia kikao hiki, washiriki tutapata fursa ya kuainisha maeneo yenye uhitaji mkubwa wa huduma za msaada wa kisheria katika ngazi ya kata na kijiji au mtaa na kuandaa mpango kazi wa utekelezaji. Kwa hivyo nitumie fursa hii kuwataka wataalamu wetu, na nitoe wito hasa kufuatia wito wa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi wetu wote, hususani wanyonge, wanafikiwa na kupata haki kwa wakati. Nyie kama wataalamu kwa nafasi mbalimbali mlizonazo, zingatieni kufanya kazi kwa weledi na maadili ya kazi ili kuhakikisha kwamba mnakidhi haja na kiu za wananchi. Najua kuna baadhi wana changamoto, kuna kesi ambazo uh, leesta ukishika jalada unaona mtoto amebakwa, amelawitiwa, ukishika jalada kesho kichwa kinaanza kuuma. Najua naambiwa hapa kuna maafisa, madawati, kila wakianza kulifuatilia jalada la kesi fulani anaugua mpaka analiacha jalada, kesho tena kile akitaka kulisimamia. Mambo haya yanaenda na mambo ya kishirikina, najua lakini, na imani Mwenyezi Mungu wetu ni mkubwa zaidi, na pale tutakapopata changamoto, basi tuambiane, maanake na sisi tuna kamati ya ufundi, tuta tutashirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba watu wetu hawawi victim wa kuweza kupoteza maisha yao kwa ajili ya vitu ambavyo ni kwa msaada wa kijamii. Lakini tunajua tutafanya dua na wazee wetu, viongozi wa dini watatusimamia kuhakikisha kwamba suala hili kwa kweli linaondoka, na, na tutaogopa mtu ambaye amefanya ubaya alafu akapita katika njia za kutafuta kuwa kutoka katika kadhia ya kesi kwa kutumia vitisho vya, vya kishirikina. Ndugu zangu, nitakubaliana nami kwamba kuna uhitaji mkubwa wa masuala ya elimu ya huduma za msaada wa kisheria, masuala ya elimu ya uraia, haki za binadamu, utawala bora, utatuzi wa migogoro na njia mbadala, wa ukatili wa kijinsia na kubwa sana, naambaye ni kubwa sana kwa jamii yetu ya Tanzania na hasa hapa Tanga. Ni matumaini yangu kwamba kupitia kampeni hii itajibu baadhi ya changamoto katika jamii yetu na kuimarisha amani na utangamano wa kitaifa kwa wananchi. Nasi kama wataalam tuhakikisha kuwa tuhakikishe kuwa tunatekeleza wajibu wetu kwa kutumika, na kwa kuweza kuwatumikia wananchi wetu ili waweze kujua haki yao na katika kujiletea maendeleo yao. Kipekee kabisa niendelee kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia sulu kwa kuweza kuja na ubunifu huu lakini vile vile kuridhia kampeni hii kubeba jina lake pamoja na kutekelezwa katika nchi nzima. Nishukuru pia Wizara ya Katiba na Sheria kwa kuratibu kampeni hii na kwa kushirikia, kushirikisha ofisi zetu za mikoa na niweze kushukuru sana kamati ya maandalizi ya mkoa ambayo imeendelea kufanya kazi hii. Advance party ya wizara ilikuja imekutana na kamati yetu ya mkoa na kwa hakika, wameendelea kujadiliana na kuhakikisha kwamba mambo haya yatakwenda vizuri na kesho katika uzinduzi kila kitu kitakwenda vizuri. Na wenzetu hapa walivyokuja, tuliwakaribisha chai ya nazi, kwa hivyo wameshaingia Tanga, wamejua wako vizuri. Ndugu zangu, ndugu washiriki, kwa hakika hiki kikao kazi ni cha muhimu sana na mimi sipendi nichukue muda mwingi, najua kupitia nyinyi hapa mko jopo kubwa sana ambapo na sekta zote ambazo zote zinakwaga ni katika maeneo ambayo kero zina zinasemewa zenye kero. Leo hii kabla sijaja hapa, nimepigiwa simu na watu uko, wa Kilindi huko wana mgogoro wa ardhi na ni katika, tumeshapanga tayari ratiba ya kila wilaya jinsi ambavyo zitafikiwa. Kwa hivyo katika Wilaya zetu mfano Tanga jiji hapa. Wilaya ya Tanga tutakwenda katika kata tisa, eh? kata tisa, eh? au kum. E, Tanga jiji. Tanga jiji tutakwenda Mzizima, Chongoleani, Makorora, Masiwani, Usagara, Majengo, Pongwe, Tanga Sisi, Mabawa na Maweni. Lakini kwa hapa mjini pale Tangamano kituo kitaendelea kuwepo siku zote mpaka tarehe kumi na saba. Kwa hivyo utashindwa kukwenda huko katika hayo maeneo, basi ujue kwamba kituo kipo hapa Tanga. Lakini kwa muweza kutakuwa na kambi ya msaada wa kisheria Dkt. Samia Suluhu Hassan, eneo la Majengo, Lusanga, Kigombe, eneo lingine ni Amani, Mkuzi, Pongwe potwe na kwa kwa bada pamoja na Kilulu na Tongwe. Sasa na huko tumeainisha vijiji ambavyo vitakwenda, kwa maana hiyo itakwenda kwenye kata na kule kwenye kata itashuka katika vijiji, lakini pia ratiba hii imeainisha tarehe. Kwa hivyo kila kata ina tarehe yake. Kwa hivyo umekosa katika siku hiyo, tarehe imeandikwa, bado unaweza kuja hapa Tangamano, ama unaweza kwenda kwenye kata inayofuatia kulingana na ratiba ambayo itatajwa.